time can you just declare if you are marrying me, ni drop my guy ama useme unitaki, nirudi kwa my guy ni kudrop. Na unajua siwezi kudrop mi naye, utanipenda by force, uchague my videos. I

just know i love you and welcome back welcome back so today is a banger and uh, kama kawaida uh, if you are watching without subscribing make sure you subscribe okay yes down to the video of today so nimewekea ka ka creep hapo Manze wa kibera akiweza kusema ya kwamba she's is uh, dating Oga Obinna and uh, so uh, ana mfoso wa kuwe kwa relationship. Eh? You guys I, you are not ready. So <coughs> Oga Obinna ameweza kufika pale uh, na akaweza kuiwatch hiyo video and then uh, akaenda kwa Instagram ya kwake na akaweza ku drop caption akiweza uh, kumkemea akimwambia <coughs> akimwambia ya kwamba yeye hawajawahi hawa kuwa in any relationship with Manze wa Kibera na eti anamu anaharibia sifa dem wa Facebook uh, which is not good and, um, Uh, ameweza kuwa kiforce, eh, anasema ya kwamba pia eti alikuwa na picha zika zikaderitika juu ya space oh, and so on and so forth, so amekuwa akisema ya kwamba she is uh, good for Obinna not dem wa Facebook, so uh, Oga Obinna he is like no, I'm the one to choose, you are not the one to choose for me And so uh, uh, you step aside in fact umekuwa ukidate uh, watu very old very old people and uh, in fact ulikuwa uh, umedate um, manzo wa kibera alikuwa amedate mwanaume fulani old sana na akaweza kudedi then he, she introduced another man which is uh, old again and, Uh, amejurikana na kudetu wazee wazee, so Oga Obinna amefika pale na kaweza kumkemea akamwambia, yeah, hawezi date using his own word. Akasema ye yeah, hawezi date mtu amekuwa akidate ancestors and so on and so forth, hawezi date mtu mwenye amekuwa aki, aki date old men. Yes, that is the thing So ah, amekuwa akienda pale na anamharibia, anaharibia demu wa Facebook sifa, anamharibia jina akimtusi. Oh, you don't have nyash you don't have sijui, oh, hauna sura nini, si unajua tu matusi za watu ya yeah. Amekuwa pale akimkemea, akikemea demu wa Facebook akisema ya kwamba hafai hafai kwa Oga Obinna sijui, oh, nini nini mambo tu mobi, imekuwa ikiendelea na hiyo <coughs> video yenye By the way, alifanyishwa interview na a certain guy a, a certain, a, a certain YouTuber pale kwa YouTube na akaweza kusema hayo maneno zenye amesema hapo. Kwa hiyo kwa hiyo nini, kwa hiyo sauti yake nimeiweka hapo hivyo, and so guys you watch this video until the end. Yeah. Ogaobina uh, ameweza kumkemea na akaweza kumwambia kumwonyesha ya kwamba sio yeye anafaa kumchaguria de mwenye, mwenye anaweza kuwa kidate na yeye. I mean, si, yeah, ametosha kujichaguria de mwenye anafaa kudate. Yeah. And you guys you can Also drop your honest opinion o, uh, according to this uh, because nyinyi wenyewe uh, especially if you are a fan of Oga Obinna and Dem wa Facebook kwa ujumla, na you know, you know their vibe, these people, hakuna venye mtu atakuja watenganishe, nothing. Hakuna venye mtu atakuja aseme mambo zake hapo na aweze kuaminiwa. In fact, a ah, amekuja ah, ah, ubo uh, Obinna alienda pale kwa Instagram yake na akaweza kusema yeye ah, anajua tu dem wa Facebook hawajawahi kuwa na any talk any eh, any eh, relationship with dem wa uh, not dem wa Facebook hawajakuwa kwa any relationship or any closeness ya manze wa Kibera hawajawai kuwa na nyi. Wenyewe of course, hamjawai hata waona hata hawajawai enda wakamitwa kokura ranch or something na manze wa Kibera. Ah, umechelewa sana, so bye bye.